Kiongozi Mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amejibu mashambulizi ya Israeli kwenye taarifa iliyosomwa na mwanahabari kupitia chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali. Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba watu wenye hekima wanaoifahamu Iran, watu wake na historia yake kamwe hawazungumzi na taifa hili kwa lugha ya vitisho, kwa sababu Wairani sio wale wanaosalimu amri. Kiongozi huyo wa Iran alisema kuwa hatua ya kijeshi ya Marekani itakabiliwa vilivyo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Israel amesema kushambulia Iran ni hatua ya mwisho kabisa katika barua kwa Umoja wa Mataifa. Waziri Gideon Sar ameelezea sababu ya Israel kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Iran wiki iliyopita katika barua ambayo alituma kwa mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anadai kuwa nchi hiyo haikuwa na chaguo baada ya miongo kadhaa ya vitendo vya kisiri vya uadui vya Iran na vitisho vya viongozi wake kuangamiza Israel. Hii ni TMC News Updates kimataifa, mimi ni Jack Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.